kushare na wewe jambo moja rahisi ambayo imekuwa ni nikishia na watazamaji wangu katika mfululizo wa masomo ambayo amekuwa nikishia na, na ninyi katika ukurasa huu uh, jambo lenyewe ni namna ya note naona. Uh, ukishalijua hili pia kaflati kodi mbalimbali ambazo unazipiga. Sasa tunaposema kwamba kuflat, maana yake kwa mfano hii ni C si. Unaporudi nyumba nusu hatua, hii inakuwa ni flat C. Unaona, inakuwa ni flat C hiyo hapa. Kwa hiyo hata ukiwa hapa kwenye D, unaposema kwamba i flat li ko, utapiga hii hapa C sharp. Naona hiyo C sharp pia flat D kwa maana kwamba tulikuwa hapa, tumerudi nyuma, kwa tumeiflat hii D, naona. unuzkawa pia unapiga F sharp hii hapa, ukasab kwamba e flat, F sharp, kwa ukirudi nyuma nusoatua hii hapa, hii ni F sharp flat, naona. Sasa katika ufunguo wowote kwa mfano nitumie hii alafu, ni haulishe haya maarifa au ni uh, tumie haya haya maarifa au maelekezo ya hapa katika ufunguo mwingine. Uh, hii ni namba moja katika ufunguo C, si? Hii namba mbili, hii namba tatu, hii namba nne, hii namba tano, hii namba sita, hii namba saba, hii namba moja. Naona hizi ni major scales, ni major scales za ufunguo si. Uh, tunataka kupata flat za hizi scales. Hii hapa namba moja, kumbuka kwamba hii namba moja flat yake ni hii hapa. Kwa hiyo hii ni flat 1. Unaona menyelewa hapo namba moja, kwa hii ni flat 1. Kwao hii moja flat yake ni hii hapa. Hii ni mbili flat yake ni hii hapa. Kwa nini tunasema kwamba flati yake ni hii hapa? Kwa sababu hii namba mbili tukirudi nusu hatua moja, tunakuja hapa. Kwa hii hapa, inakuwa ni flat two katika ufunguo C. Nafikiri umenipata hapo. Kwa hii namba tatu, flati yake itakuwa ni hii hapa. Kwa hii ni flat three, huko hapo, hiyo hapo. Kwa hii namba nne sasa pata flati yake, tunarudi hapa. Kwa hiyo hii ni flati flat 4. Naona unanipata hapa, naona ni rahisi tu. Kwa hii tatu, kumbe hii tatu ni flati pia ya namba 4 hii hapa. kwa hiyo Alafu itano flat yake ni hii hapa. Hii ni sita flat yake ni hii hapa. Hii saba flat yake ni hii hapa, unaona? Kwa hiyo katika flat za funguo si hii ni moja, hii ni mbili, hii flat 3, flat 4, naona, flat 5, flat 6, flat 7. Alafu tunarudi namba moja kwa ko nafikiri ukiona namna inavyopigwa flat za ufungosi itakuwa do re mi fa so la ti halafu do. Nafikiri umeelewa. Kwa hiyo ni hivyo hivyo, kwamba hata kama ninapiga ufunguo C sharp hii hapa nitakui flat flat yake namba moja itakuwa ni hii hapa kwa hiyo, C ni flat ya C sharp. Kwa hiyo hii itakuwa C sharp flat, naona. Kwa hiyo hii namba mbili ya C sharp flat yake itakuwa ni hii hapa, naona. Hii namba tatu flati yake itakuwa ni hii hapa. Hii namba 4 iflati yake itakuwa ni hii hapa, na tano flati yake hii hapa, sita flati yake hii hapa, saba flati yake hii hapa, alafu moja flati yake ni hii hapa. Nilipata hapo. Kusasa, kwa sasa ndio jambo ambalo lilikuwa nawachanganya wengi, kwa mfano nilishia kitu kimoja katika ufunguo F sharp hapa ambayo ilikuwa ni hiki hapa, nikafanya hivi. Sasa nilikuwa nafanya progression kutoka moja kwenda nne, halafu kutoka nne kwenda tano. Sasa nilipofika hapa kwenye nne, nikasema kwamba kabla ya kwenda tano, nikafanya Uh, hii hapa passing code, nikasema kwamba hii ni flat 5. Naona nikawa nimejaribu kuwachanganya watu. Eh, sasa flat 5 wenyewe ni kwamba nilikuwa nimeshika hii hapa tu. Kwa nilichokuwa si flat 5 ni kwamba katika ufunguo F sharp hii namba 1, hii namba 2, hii namba 3, hii namba 4, hii namba 5, hii namba sita, namba 7, namba moja nfika namba 4. Nikasema kwenda 5, unatakiwa upite kwanza hapa. Nikasema unatakiwa upige flat 5. Sasa hii hapa tunasema ni flat 5 kwa sababu katika major scale za ufunguo F sharp i namba tano. Kwa hiyo flat yake ni hii yapo, umeona hapo kwa maana 5. Sa, nafikiri sasa umenielewa. Kwa hiyo utakapowambia kwamba i flat eh, note tunayoipiga unajaribu una tu kushuka nusu hatua moja nyuma. Tusema kwamba hii ni G sharp eh, hiyo hapo E flat unakuja hapa, huko kwenye B hiyo ya E flat unakuja hapa. Naona, asante kwa kunifuatilia. Nikutakie kila heri.